aivyo sasa, adui akapigiwa kwake <laughs> we rafiki yangu, wakati Mungu anaingilia vita yetu, aimanishe umesomea wapi, aimanishe una jigamba kiasi gani gane, kwa sababu hakuna anayeweza kuja kupigana na Mungu. Biblia inasema ya kuwa yeye, farao ambaye alikuwa anajiita kifaru yeye ambaye alikuwa anasema hakuna anayeweza kumsimama mbele, napenda nikwambie, akanyenyekea, akainua mikono, akasema efo hey, Musa Musa na Aroni njoni kwangu niwaambie, enendeni nawasi mutu ombe rehema na huruma kwa Mungu wenu. Tulikuwa tunajigamba, tulikuwa tunajua ni sisi tu, hakuna anayeweza kutusogelea kumbe Jua leo ya kuwa kuna aliye juu yetu. Ninatangazia adui wako yakuwa haimanisha yeye anajigamba kiasi gani, hawezi kumugusa Mungu. Oh, Biblia inatuonyesha yakuwa Mungu anafanya mambo ambayo hakuna mutu mwingine ambaye anaweza kujiringanisha naye. Leo ninaambia adui adui wako, rafiki yangu anaitwa nani? Wadui, nina tamu na mutangazia ya kuwa ninaita leo, Mungu Mungu aliyeumba nchi na mbingu apiganie ra watoto wake. Ninaita Mungu aliyeumba nchi na mbingu apiganie watu wake, kwa sababu shetani amezidishe, kwa sababu shetani, kwa sababu mauti, mauti, mauti inakula na haishibi, kwa sababu walozi wanaloga lakini hawashibi, onatala gwabea umaskini, nachukwa fedha zetu au choke. Lakini Mungu anakuja leo, anasema too much is too much, mumezidishe kipimo Leo ninakwenda kuwapiga, nitawa mutapata jamu temakuni. Haleluya! Kwa hivyo farao akasema, kumbe nimeelewa ya kuwa ya kuwa ya kuwa kuna aliye juu yangu. Biblia inasema ya kuwa ah, mambo makubwa sana, akasema enendeni mtoke ndani ya nchi yangu. Wakati ni leo, ambayo wachawi siku ya leo wanasema omwa, sitawagusa tena, kumbe nimejua nyinyi siyo watu wa kawaida, nimejua ya kuwa nyinyi hamuweze ku, kufanya nini kuuliwa, nimejua ya kuwa wewe ni, wa, ninye, ni watu wa kuogopewa. Kwa hivyo tafadhali, na wainamia na wapigia saluti uti ondokeni ndani ya nyumba yangu, ondokeni ndani ya nchi ye. Ninataka niwaambie kwa kuna wakati unaokuja ambayo ni siku ya leo, ukimi unakwenda kusema kumbe nyinyi ni watu ambao si wa kawaida. Kansa inakwenda kusema nimeua wengi, lakini nyinyi sitawagusa o, oh. Mapepo na wazimu na walozi wanakwenda kusema kumbe nyinyi ni watu ambao ni tofauti na wale ambao tulikuwa tumekula. Ondokeni tafadhali, hatutawagusa tena, hatutawaita tena, hatutawafanyia kibaya tena. Haleluya. Hiyo ndio habari njema kwa leo. Mungu ameniambia nikulete. Kwa hivyo leo ambayo unanisikia, simama sasa, simama, jitayarishe sasa uondoke ndani ya nyumba ya adui wako. Simama na wewe uwe moto, simama na wewe uwe moto, uchome adui wako wote. Ninakwambia wewe, jiweke damu ya Yesu Kristo kwa sababu hiyo damu ya Yesu Kristo inafukuza nguvu zote za giza. Leo ninapenda nikwambie, simama, ujue kuwa kuna jeshi la Mungu ambayo linakulinda. Oh, simama, ujue kuwa kuna jina la Yesu Kristo ambayo linakulinda na linakupigania na linakutetea. Simama na wewe useme, kumbe vita si yangu vitani ya Mungu ambayo anapigania kwa upande wangu. Tunakwenda kuomba rafiki yangu ni na kusi, tunakwenda kuomba maombi ambayo si ya kawaida. Tunakwenda kuomba ambayo maisha ambayo adui wako anakwenda tunakwenda kuomba maombi ambayo adui wako anakwenda kupigwa wakati wewe unacheka. Bibilia inasema katika kitabu cha ja Yesaya arobaini na tisa mstari wa kumi na tatu. Bibilia inasema enyi milima, enyi mashamba na kila kitu mucheke, kwa sababu Mungu leo amesema anakuja kutenda makubwa. Na mimi leo ninaanza kukwambia, cheka, kwa sababu Mungu anakwenda kutendea makubwa na wewe, unakwenda kuyaona maisha yako, haitakuwa vile alikuwa, kwa sababu leo ninaumba, nina ninaomba Mungu aumbe ndani yako moyo mpya, aumbe ndani yako kicheko, aweze kukupa sasa ile tunaita habari njema, ushuhuda mpya, nyimbo mpya na ushuhuda mpya mupya, kwa sababu leo farao amekufa, kwa sababu jeshi la farao limekufa, kwa sababu adui amekuacha uende kumtumikia Mungu. Habari oh, njema leo ninasema adui iko na kuacha mapepo ndani ya nyumba yako ya alikuwa anafanya usiombe tena, ndani ya nyumba yako yaondoke katika jina la Yesu. Naanza kuomba sasa, nikwa nafukuza mapepo yote, wachawi, walozi ushirikira vilikuwa ndani ya nyumba yako vikikukataza kuomba, vikikukataza kusoma Bibilia, viikukataza kuwa na imani ndani yako. Ufalme wa shetani ndani yako uondolewe sasa, katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti ali hai. Nguvu zote za shetani, nguvu zote za waluzi zilizokuwa kuwa kufanya uingilie ndani ya vitu vya dunia, uingilie ndani ya dhambi izo, nguvu zote zitoweke. Nina fukuza mapepo na tukuza katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti aliye hai. Leo ni wanasema miungu yote ya jamii yako ambayo iko inakufuata, inasema wewe badala ya kumuomba Mungu umuombe umu, oh, uh, miungu ninataanina kuja kusema moto wa Bwana shuke sasa hivi uchome hiyo miungu, ichome, ichome, ichome nyumba za miungu hiyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hoteli zote za ulimwengu wa giza huko ndani ya jamii yedu nazifukuza nazichoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika vileji mahali kote ulikotoka ndani ya, ya maisha yako ulikozaliwa. Sijui ni wapi, sijui ni kabila gani, sijui kwenu munaomba muna, miungu gani, sijui nyinyi mumefanya makubaliano ya ulimwengu wa jiza ya aina gani, lakini nakuja kusema kwa jina la Yesu Kristo, ninakuondoa ndani ya hiyo makubaliano ya Shetani katika jina Yesu Kristo, vile murijiuzisha mukawa mukawa esclave mukawa watumwa, ninakuja ni kusema hiyo agano ninakata hiyo agano na Choma kwa jina la Yesu Kristo na kutoa mikononi mwa, imwa, mwa shetani. Farao alisema eti eh, hakuna yeyote baye naweza kumtoa mikononi mwake, lakini mimi ninasema na kuja ku kuondoa wewe unayonisikia katika mkono wa pepo majini, mizimo, hiyo farao shetani. Yote mliofanya makubaliano naye, hiyo makubaliano sema ninayakata, sema ninaondoka, ninaondoka ndani ya makubaliano katika jina la Yesu Kristo Mwambie shetani na ufalme wake, na kurudishia vyako, na kurudishia nchi yako, na kurudishia pesa zako, na kurudishia nguvu zako, na kurudishia chochote ni chako, na mimi ninakuamuru. Am, um, nipe vyangu, nipe utajiri wangu, nipe nipe baraka zangu, nipe maisha yangu, afya yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Rafiki yangu wewe, ambaye unanisikia gani uko nayo lakini acha nikuambie, unaweza kuwa wewe iko iko mapepo iko wachawi na walozi, ambayo wamekufanya wewe mutuma mutuma wa pombe, mutuma wa usharati, mutuma kudanganya mutuma wa dhambi za aina yote wanakutumikisha kujenga ufalme wa hizo dhambi ninawakemea sasa nina waamuru wa pepo ya ulevi tokatoka toka, ndani ya maisha huyu ya huyu mtu ambaye ananisikia farao wa ulevi Farao Misri ya ulevi ondoka ndani ya huyu jamaa ondoka sasa naye anakuacha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti pepo ya ulevi ondoka laana za ulevi ondoka. Ha, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pepo za jamii za ulevi ziondoke sasa ndani yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakuja kuamuru magonjwa yote ndani ya mwili wako ambayo yanatoka katika jamii jamii, ninakuja kuyaamuru yaondoke, wa magonjwa magonjwa, ondoka magonjwa, ondoka katika jina la Yesu Kristo, kutoza pepo za kutoza ninazikemea, ninaziarevo zi ondolewe sasa ndani yako kwa sababu Mungu amesema enendeni na mujae na, na muzae mujaze dunia yote. Hiyo pepo ya kutoza ninaikemea, Farao ya kutozaa Misri ya kuua watoto wa, wa, wa, wa, wa watu wa Mungu ndani ya tumbo yao, ninasema Farao wa kuua watoto wa, wa Mungu faya na ku, na kuharibu nguvu zako zote, uwezo wako na mipango yako yote, ondoka ondoka una

Oh, wewe ambayo kabisa shetani na ufalme wake wamekufunga, hauwezi kuwa na fedha. Fedha zilishaenda mbali yako kama mwezi. Leo Bwana anasema, Yesu amekuwa maskini ili wewe uweze kuwa tajiri. Na Bwana amesema, eh, amemwambia Abrahamu, ninakubariki na uzao wako wote. Ninatangaza sasa unayoisikia baraka za, baraka za Abrahamu juu yako. Ninakuja kuataki, nakuja sasa kupigana na yule ambaye ameiba pesa zako, utajiri wako, ninakuja kumuharibu nguvu zake zote. Ninaziharibu katika jina la Yesu Kristo. Laana zote za umaskini i break, nazivunja vunja katika jina la Yesu Kristo Nazaretelea yeyote ambaye amekupeleka kwa wafumu hata kwa wachawi na kwa walozi, ninasema moto wa Bwana wachome na wakurudishia pesa zako. Ninakurudishia pesa zako, wapende wasipende. Aula kama hawataki, moto wa wanutawachoma watakwenda kupata jamu tema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Wewe ambaye ambaye watoto wako walikuwa wana akili shuleni lakini siku hizi hawana, ninaamuru ufalme wa shetani kurudisha hiyo akili za watoto wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Magonjwa ya aina yote ndani ya nyumba yako, ndani ya familia yako, na wewe ambaye unanisikia kutoka utosi wa kichwa chako mpaka za miguu yako, ninasema hiyo pepo ya magonjwa iondoke sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Sijui ili miaka ngapi na malizi ukiwa mgonjwa leo, ninasema isofa, ninafunga sasa, ninaharibu hizo nguvu za ugonjwa kwa jina la Yesu Kristo, aliyeniambia yeyote nitakaye ombea atapona. Na wewe pokea uponyaji, bali kwa sababu nasikia maumivu, bali kwa sababu unajua wewe ni mgonjwa, paguse kwa jina la Yesu, paguse kwa jina la Yesu. Nami ninatangaza pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Eh, Farao alisema nikikushika mkononi hakuna akuna mtu atakaye kutoa pale. Ninaamuru kansa, ninaamuru ukimwi, ninaamuru ukimwi sida, ninaamuru blood high blood pressure

yako kuna mtu ambaye ma anasikia maumivu ndani ya mifupa ende, nasema kwa jina la Yesu, ukunatembea asimama, anze kutembea, ende moya mbili, simama utembee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatangaza, pokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo hata we unaisikia maumivu ndani ya mgongo, pokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ambaye umesikia sauti jikwambia lazima utatumika na sisi upende usipende, lazima utatumika na sisi sisi ni, me, eh, eh, ni miungu ya wazazi wako. Ninasema ninakutoa katika mikono ya hiyo miungu ya wazazi ya familia yenu katika jina la Yesu Nina... Fuu, moto wa Bwana sasa, moto wa Bwana ushuke na utupe nje yako hiyo nyungu kwa jina la Yesu, hiyo mizimu yote iondoke ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliha. Ninasema wewe mwenyewe unabadiliki, uwe moto na wachome kwa jina la Yesu Kristo. Ninajua wachawi wa familia, tena wachawi wa mahali ambapo unaishi wanakutana na wanabanga mabaya kukufanyia wewe na nyumba yako na bizinesi yako na mipango yako yote, lakini leo nasema moto wa Bwana ushuke shuke na wapinge kabisa, uwachome hawa wafumu hawa waganga, hiyo mizimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Mungu wangu, Mungu wacha watu wako kabisa, ambao wametumika miaka nenda miaka rudi na hawaweze kujifanyia chochote, wanajenga manyumba na hawajui napita wapi, wanapata na mshara wanajua nakwenda. Ninawabariki siku ya leo, ninawaondoa mikononi mwa shetani. Ninasema tena wao sio tena watumwa, lakini leo wanaingia katika nchi ya ahadi, katika jina la Yesu Kristo wa nina. Washukuru sana, tunaendelea kuomba, tutakuwa na mfurulizo wa maombi maombi siku ingini magonjwa tutaombea magonjwa, siku ingini tutafanya mambo kama hayo, tutawaombea mpaka na wewe unakuwa huru, mpaka na wewe unajisikia una kabisa, umejeuka umerudia kuwa mtoto wa Mungu, umejeuka kuwa mkuu wa Mungu, umejeuka kuwa kabisa mpaka wa mafuta wa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu awabariki. kwa hivyo Uh, ebu ni wakumusheni kwa kushea, kushiriki, uweze kuwapa watu wengine hii video, kwa sababu watu wanaohitaji maombi ni wengi. Saa ingini tutakuja tu tukiomba tu, nikisema leo tunakwenda kuombea watu fulani fulani, ni hayo tu tutakwenda kuombea. Bwana awabariki, huyu ni mtume Augustin Ngirabatware na namba yangu ni wakumbusheni ya kuwa ni eh, alama ya kukusanya alama plus 256 786 446 57 71 na jina la YouTube, channel yetu ya YouTube ni Apostle Augustin Ngirabatware. Ninawapenda sana leo na ya kusisimuka. Najua mkono wa Mungu ulikugusa nao, najua roho wa Bwana kuna kitu alikifanya, kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama wewe uli uko, uko, uko, uko uko kipofu, na amuru kwa jina la Yesu, pokea uponyaji wako, pokea kuona tena, pokea kuona tena katika jina la Yesu Kristo Nazareti ninafungua tumbo ya wamama ambao wanamaliza miaka nenda nrudi, wajingojea kuzaa na hawawezi kupana. Leo ninatangaza pokea, katika jina la Yesu Kristo Nazaritarea. Tutaendelea. Mungu wabariki sana. Amina.